Hujambo? Sijambo. Habari gani? Nzuri. Kiswahili Simplified. Kiswahili Simplified. Kutoka tai Simplified. Habari, unapiga simu kutoka hospitali ya Mwimbili. Nazungumza na nani tafadhali? Salama, naitwa Lucy. Karibu Lucy. Nikusaidie nini tafadhali? Nimejichoma na kisu kwenye kiganja cha mkono kwa bahati mbaya nikiwa jikoni. Damu inatoka nyingi sana, sijui cha kufanya. Pole Lucy, nitakupa maelekezo ya huduma ya kwanza, naomba uyafuate kwa umakini. Sawa, nyumbani kuna kisanduku cha huduma ya kwanza? Ndiyo, kipo. Chukua pamba, ikate kiasi kisha utaweka kwa kukandamiza kidogo kwenye jeraha hadi damu itakapoacha kutoka. Sawa. Baada ya damu kukauka utatoa pamba kisha utasafisha jeraha kwa maji safi. Baada ya kusafisha natakiwa kufanya hatua gani nyingine? Utakausha jeraha kisha utakifunika na plasta mpaka hali itakapokuwa sawa. Sawa. Asante sana. Karibu. Kama kutakuwa na mabadiliko yoyote au hali kuwa mbaya, tafadhali fika hospitalini. Sawa, nitafanya hivyo. Pole, na uwe na jioni njema. Asante, na kwako pia.